Mwanaume mwenye umri wa miaka 24 kutoka Georgia, aliyejulikana kwa jina la Chris Lewis, alikamatwa huko Augusta baada ya kuwaacha watoto wake watatu wenye umri wa tatu, mwaka mmoja miaka 6 na kumi peke yao katika McDonald's wakati alikuwa kwenye mahojiano ya kazi. Lewis aliambia mamlaka kwamba alitembea na watoto wake hadi kwenye mgahawa huo na kuwaacha kwa sababu hakuwa na gari na hakuwa anataka kuwafanya watembee kwa miguu hadi nyumbani kwenye baridi. Mteja aliyekuwa na hofu aliwaona watoto hao wakiwa wamekaa peke yao, na akaita polisi. Walipofika maafisa wa polisi, mtoto wa mwaka mmoja alikuwa katika stroller, huku ndugu zake wakimwangalia. Louis alirudi muda mfupi baadaye na kueleza hali halisi, lakini alikamatwa na kushtakiwa kwa kumwondolea mtoto haki. Mama wa watoto alifika muda mfupi baadaye na kuwapeleka nyumbani.